Ugonjwa wa mishipa ya damu ya pembeni ni ugonjwa wa mishipa ya damu ambao huathiri sehemu yoyote isipokuwa mishipa ya damu inayopeleka damu kwenye ubongo au tishu za moyo. Kwa kawaida kama unavyojua mshipa wa damu huanzia kwenye moyo na kusambaa kwenye sehemu mbalimbali mbali za mwili. Mchakato huu wa ugonjwa unaoitwa atherosclerosis au ugumu au kusinya kwa mishipa ya damu unaweza kutokea sehemu yoyote ya mwili. Kwa kiasi kikubwa ugonjwa wa mishipa ya damu ya pembeni huathiri miguu. Kama vile tunavyopata maumivu ya kifua mishipa ya damu inapopatwa na matatizo kwenye moyo, vivyo hivyo unapata maumivu ya mguu mishipa ya damu inapopatwa na matatizo kwenye mguu, na hii kwa muda mrefu inaweza kuathiri misuli ya mguu taratibu, na mgonjwa ana uwezekano mkubwa wa kupoteza kiungo. Hiyo ndiyo sababu ya kuanza au kutibu wagonjwa wenye ugonjwa wa mishipa ya damu ya pembeni mapema sana. Ni wagonjwa gani wa kawaida wanaopata tatizo hili? Kwa kiasi kikubwa vigezo vya hatari ni uvutaji sigara, kisukari, shinikizo la damu, kolesteroli na mgonjwa mwenye historia ya magonjwa katika familia. Basi, dalili za awali ni zipi? Mgonjwa anapoanza kupata maumivu kwenye mguu, hasa maumivu unapokuwa umeanza kutembea, au ulikuwa unaweza kutembea umbali mrefu lakini sasa huwezi tena, hizi ndizo dalili za awali, na huu ndio wakati unatakiwa kumwona daktari bingwa wa mishipa ya damu ya pembeni mara moja kwa sababu kama kuziba kunagunduliwa mapema, chaguzi za matibabu zinakuwa rahisi sana. Kuna njia nyingi tunazotumia sasa katika uchunguzi na matibabu. Uchunguzi mkuu utakuwa angiogramu, ambayo sasa inafanyika kwa urahisi kwa kutumia angiogramu, ambayo hugundua ugonjwa na matibabu hupangwa kulingana na matokeo hayo. Matibabu yanahusisha ama kutumia dawa au matibabu ya endovaskula kama vile angioplasti au kuweka stenti au katika kesi zilizotelewa unaweza hata kufanyiwa upasuaji wa kupitisha damu kwenye mguu kama vile upasuaji wa bypass unavyofanywa kwenye moyo. Hata hivyo, kutokana na maendeleo makubwa ya teknolojia, matokeo ni bora sana katika kituo chetu na yanalingana na viwango vya kimataifa. Hivyo, kama una dalili zozote, tafuta msaada wa wataalamu wetu haraka, ili tuweze kukutibu ipasavyo na kupata matokeo bora.